Katika maisha yetu tuna rasilimali nyingi sana ambazo zinatusaidia kuweza kufikia katika viwango ambavyo tumekusudia. Pengine wakati mwingine tuna rasilimali fedha, tunaweza tukazitumia kama mtaji wakati mwingine tunakuwa na rasilimali elimu tunaweza tukazitumia kama sifa za kutusaidia kufika mahali fulani. Pengine tunaweza tukawa na rasilimali network ambayo tunakuwa nazo za watu kufamiana na watu wakubwa, au kuwa karibu na watu wakubwa inaweza kutusaidia kufika mahali. Pengine kuwa na jiografia nzuri inaweza kutusaidia kufika mahali ambako tunahitaji kwenda. Tuna mitaji mingi sana ambayo inatusaidia, lakini tabia au karakta ni mtaji wa kipekee sana wenye nguvu zaidi ya mitaji yote ambayo wanadamu tunaweza kuitumia. Na tabia inaweza kumsaidia mtu ambaye ni dhaifu sana akawa mkuu, lakini pia tabia inapokaa vibaya, inaweza kumsababisha hata mtu mkuu akawa mtu dhaifu sana na ndio maana unaweza kukuta kuna watu wengine wana mitaji mingi ya fedha lakini tabia zinawaangusha, na kuna watu hawana mitaji mizuri ya fedha lakini tabia zinaweza kuwainua. Kuna watu wanaweza wakawa na elimu kubwa sana, lakini tabia zikawaangusha, lakini kuna wengine wanaweza wakawa hawana elimu lakini tabia, karakta ikawasababisha wao wakawa watu wa maana sana. Billy Graham, huyu ni mhubiri wa kimataifa, na yeye katika mafundisho yake aliwahi kusema ikiwa Eh, mtu amepoteza mali ama utajiri si kitu, lakini ikiwa mtu amepoteza afya kweli kuna kitu amepoteza, kwa sababu afya ni kitu cha msingi. Lakini anasema ikiwa mtu amepoteza tabia ama amepotea katika tabia, basi huyu amepoteza kila kitu. Si tu Billy Graham, hata kitabu cha Mithali mlango wa 22 mstari wa kwanza, Biblia inasema heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Nitaka uone hichi kipengele anachosema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Jina jema unalipata wapi? Jina jema unaweza ukalipata kupitia tabia za leo. Nataka tupate nafasi ya kuangalia tabia kadhaa, ambazo tabia hizi kwa kweli, ukiwa nazo kwa kweli lazima zikufikishe mahali, hata kama huna mtaji wowote. Tabia hizi ukishaweza kuwa nazo na ukazifanyia ukazi kazi kwa umakini kwenye maisha yako, hazitakuacha hakika, zitakuinua. Mi binafsi huwa napenda kuziita highways to prosperity, eh, ni njia kuu za kufikia mafanikio ama ustawi wa mtu. Jambo la kwanza kabisa, nidhamu. Nidhamu ni tabia ya msingi sana itakayokusaidia discipline Yaani katika vitu ambavyo unahitaji kuwa navyo ni discipline, nidhamu. Na tunapozungumza juu ya nidhamu, nidhamu ni ule uwezo wa kutambua na kufanya yale mema yanayokupasa kufanya bila kulazimisha, bila kushurutishwa, hata kama wakati mwingine hayana manufaa sana kwako. Nidhamu inaweza kukusaidia kufika mbali sana. Nidhamu ya muda, nidhamu ya fedha, nidhamu ya maamuzi, nidhamu ya namna ambavyo unaishi na kuheshimiana na watu. Nidhamu yako katika namna ambavyo unatenda mambo yako unayoyatenda, yani nidhamu kiujumla katika vitu vyote ambavyo unavyoendea. Nidhamu katika unavyoongea, nidhamu unavyovaa, nidhamu unavyokula, nidhamu unavyopanga ratiba yako na kuifuatilia, ni nyenzo ya msingi sana, na hii inaweza kukusaidia kufika mbali sana. Na pengine inakupasa sana mara nyingi ujifunze juu ya self discipline, nidhamu binafsi, namna ambavyo unaweza kuyaendesha maisha yako bila kushurutishwa bila kusukumwa, kujua yale yanayokupaswa kufanya katikati ya jamii, kujua yale yanayopaswa kufanywa kwenye kile ambacho unakifanya, ile kazi yako ulionayo, kujua kile ambacho kinakupaswa kufanya kwenye mazingira ulionayo, na uweze kuyafanya kwa uaminifu na kwa ukamilifu. Na ile nidhamu inaweza ikakutoa kiwango kimoja, ikakupeleka kiwango kingine. Bila nidhamu huwezi kufikia ushindi ambao pengine umekuwa unautazamia. Tabia ya pili ambayo ni muhimu sana na ukiweza kuitengeneza kwenye maisha yako inaweza kukufikisha mbali sana, ni tabia ya uaminifu. Na tunapozungumza juu ya uaminifu, tunazungumza juu ya ule uwezo wa kushikamana na ukweli na haki, kufanya ukweli na kufanya haki pasipo kusukumwa au hata pasipo kuwa na usimamizi. Maneno yako nayo yasema, yanakuwa ndio hayo hayo, lakini si tu kwamba unayasema, lakini unayasema katika haki kila ambacho unapaswa kukifanya basi unafanya katika haki na kukielekeza kama jinsi ambavyo inapaswa kuelekeza. Kwenye eneo la fedha, kwenye eneo la kuajiriwa, kwenye eneo la utumishi wako na popote, unajitengenezea uaminifu, na uaminifu mara nyingi huwa unavuta wanadamu, lakini pia uaminifu huwa unamvuta Mungu kuweza kumwinua mtu kutoka kiwango kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Warren Buffett huyu ni ni, ni, ni, ni mwekezaji ambaye ameweza kuwekeza sana na ni miongoni mmoja wa matajiri wakubwa sana ulimwenguni katika nyakati, na katika mazungumzo yake aliwahi kusema ya kwamba anapotafuta watu wa kuajiri huwa anatafuta watu watatu, anatafuta mtu mwenye sifa tatu. Na sifa ya kwanza akasema awe mwaminifu, sifa ya pili awe na akili, lakini sifa ya tatu awe na bidii. Ila akazungumza akasema ikitokea utampata mwenye sifa hizo mbili, yani bidii na, na, na akili, lakini si mwaminifu, mtu huyo anaweza kukuangamiza. Kwa hiyo hata kama anabidii na akili lakini kama hana uaminifu sio mtu wa kuthamini wala sio mtu wa kumpa nafasi. Uaminifu ni kipengele cha kipekee sana ambacho pia kinaweza kumsababisha mtu akaweza kutengeneza heshima yake, lakini pia hata Mungu anavutwa na watu wanaokuwa waaminifu. Kitabu cha Luka mlango wa 16 mstari wa kumi, Biblia inasema aliye mwaminifu katika lililo dogo huwa mwaminifu katika lililo kubwa. Yesu mwenyewe anabainisha hivyo. Biblia inabainisha kwamba unapokuwa mwaminifu katika kile kidogo ambacho pengine unaweza kukipata kazi yako ndogo, kile ambacho Mungu amekupa inaweza kutengeneza mazingira ya wewe kuweza kupata kikubwa zaidi. Kwa hiyo katika chochote ambacho unafanya kuwa mwaminifu. Fanya kazi za watu kwa uaminifu, maneno yako ya uaminifu, unapoweka mipango kwa mwaminifu, kwa mwaminifu kwenye wakati, kwenye appointment unazoweka, kwa mwaminifu kwenye kila ambacho nakifanya unajitengenezea mazingira ya heshima na kuongezeka viwango siku kwa siku. Tabia ya tatu ambayo ni ya muhimu sana kuitengeneza kwenye maisha yako ikiwa unahitaji kufika mahali kwa viwango vya juu sana ni uvumilivu, kuwa na uvumilivu. Na tunapozungumza juu ya uvumilivu tunazungumza pande mbili kubwa. Eneo la kwanza ni uwezo wa kustahimili magumu na vikwazo unavyoweza kukutana navyo katika harakati zako za maisha ule ustahimilivu wa kuweza kukutana na majaribu hukutana na vikwazo kukutana na mambo magumu lakini bado ukavumilia na ndani yako ukawa na ustahimilivu ukiwa na matumaini ya kwamba siku moja unaweza ukapata njia na mwelekeo anazungumza kwenye kitabu cha yakobo mlango wa kwanza mstari wa kumi na mbili heri mtu astahimilie majaribu kwa sababu akiisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima bwana aliyoahidia wampendao unaona kitu cha uvumilivu pale kuweza kustahimili majaribu na mambo magumu ambayo yanaweza kujitokeza kwenye maisha yako. Lakini eneo la pili la uvumilivu ni uwezo wa kusubiri wakati ambao unaweza kuwa na mema kwenye maisha yako. Si kila kitu kitakuwa kinakuja kama ambavyo umetaka, kwa muda ambao umetaka. Vitu vingine vinaweza vikachelewa sana kutokea, lakini vinahitaji kuvumilia, kuvisumbukia mpaka pale ambao vinaweza vikaleta majibu. Na wengi wanashindwa kuvumilia, pengine wanaweza kuanza jambo lakini mapema wanalikatia tamaa. Wanaweza wakawa mahali ambako Mungu amewafungulia njia, lakini mapema wanapakatia tamaa kwa ule uwezo wa kusubiria mpaka kitu kitokee, okay. hiyo tunasema ni vumilivu, na kitabu pia cha Yakobo mlango wa tano mstari wa saba sehemu ya pili. Kitabu cha Yakobo mlango wa tano mstari wa saba sehemu ya pili, anasema, tazama mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani uvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na mvua ya mwisho. Anaonyesha namna ambavyo mkulima anavumilia mvua za kwanza na hadi mvua za mwisho ndiyo apate ya yale mazao, lakini waswahili walisema mvumilivu ndiye mlambivu. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu kina wakati wake na kina majira yake. Kwa hiyo uwezo wa kusubiri au kusubiria neema unaweza kwa kuinua siku kwa siku, hilo ni eneo la tatu. Tabia ya nne ambayo ni muhimu sana kwako wewe unapohitaji kufika mahali fulani ni kujituma, hard work, kujituma ama bidii e, unakuwa ni mtu wa bidii, unakuwa ni, ni mtu wa kujituma, ni mtu ambaye katika mambo yako unafanya kwa juhudi, unafanya kwa bidii, aufanyi kwa uvivu. Hii inaweza ikakusaidia sana, na niseme tu ya kwamba hakuna mafanikio bila bidii, hakuna mafanikio bila bidii. Popote unapoona mafanikio, kuna watu wamewekeza bidii. Na mimi huwa nasema ya kwamba unapokuwa na talanta au unapokuwa na mtaji, unapokuwa na network, unapokuwa na elimu, kama hauna bidii ni sawasawa na mche ambao unakosa maji. Bidii ni kama maji, kujituma ni kama maji kwenye mbegu ya elimu ulionayo, kwenye mbegu ya mtaji ulionayo, kwenye mbegu ya talanta ulionayo. Unapowekeza ile bidii, ni kama unanyoshelea kile ambacho umekikusudia ili kiweze kufika na kutokea kwa wakati. Wekeza bidii ya kutosha. Kitabu cha Methali 22 mstari wa 29, Biblia inasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Anaonyesha ya kwamba mtu mwenye bidii lazima tu atasimama mbele ya wafalme na hatasimama mbele ya watu ambao hawana cheo. Kwa watu wenye bidii, mara zote wanaweza wakawa wanatengeneza njia ya kufikia mafanikio yao, hata kama wanaanza katika kidogo sana lakini ile bidii inaweza kuwafikisha mahali ambako ni pazuri sana. Tabia ya tano, ambayo hii ni njia nyingine ya kuweza kukufikisha sana katika ustawi wako, ni kujiamini. Confidence. Kujiamini katika kile ambacho unakifanya, chochote ambacho unakiendea, chochote ambacho umeamua kufanya, fanya kwa ujasiri, na kukosa ujasiri kunaweza kusababisha ukapunguza uwezo ama ukashindwa kufikia katika kile ambacho umekusudia kukifanya kwa wakati kwa hiyo ujasiri ni nyenzo nyingine ya muhimu sana. Marcus Garvey yeye aliwahi kuzungumza, huyu ni mojawapo ya wale ambao walikuwa wanapigania uhuru wa Afrika wakati huo huko Marekani na wapi, wakati huo wakiwa wanateswa na kubanwa miaka ya nyuma, aliwahi kuwaambia Waafrika ama aliwahi kusema ya kwamba eh, kujiamini ni nyenzo ya kushinda kabla hata hujaanza. Ule kuwa na ujasiri unaweza kusababisha kushinda hiyo vita hata kabla haujaanza. Kwa hiyo, unapofanya una jambo lolote fanya ukiwa unaamini ya kwamba unaweza. Fanya ukiwa unaamini ya kwamba utapata matokeo mazuri. Fanya ukiwa unaamini ya kwamba ni kweli umeamua basi unaingia kwa ujasiri, usiingie kwa unyonge na udhaifu. Kwa hiyo, ule una ujasiri unaweza kusababisha kuendelea kutafuta njia za kufanya hicho ambacho unakifanya katika namna ambayo itakuwa bora zaidi. Lakini itatunza nishati yako katika kuendelea na katika kupambania lile ambalo unakuwa unalikusudia. Hilo ni jambo la tano, lakini jambo la sita ni kujifunza, learnability, kuwa na uwezo wa kujifunza, kuwa na sifa ya kujifunza, tabia ya kujifunza eh, katika kile ambacho unatamani kufikia mahali pazuri. Kama haujifunzi, my friend, sahau kufikia pazuri kwenye jambo lolote ambalo unalifanya, kama ni mfanyabiashara, kama ni mtaaluma kama ni mtu wa masuala ya sanaa, kama ni katika chochote ambacho unakifanya wewe, ni mtumishi wa nini, kama hujifunzi, unatengeneza udumavu kwenye kile ambacho nakiendea. Lakini ukiwa na tabia ya kujifunza, basi unatengeneza njia ya kuweza kufikia mahali pazuri. Unajifunza kupitia ushauri, unajifunza kupitia uzoefu ambao unaopitia unajifunza kupitia mafunzo mbalimbali yanayotolewa nyaraka, vitabu, unajifunza kutokea ripoti na vitu vingi ambavyo vinafanyika, lakini unajifunza kupitia malezi, mentorship, tafuta mtu ambaye anaweza kukulelea katika hicho ambacho unakifanya. Kwa kule kujifunza unakupa mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Jambo la saba ni kuwa na maamuzi yenye hekima, Kuamua kwa hekima wise decision making. Katika kila maamuzi unayotaka kuyafanya hakikisha ya kwamba unafanya maamuzi yenye hekima, usikurupuke tu kuamua, kwa sababu maamuzi ndiyo yanatufanya jinsi ambavyo tupo. Kile ambacho tunaamua ndicho kinatufanya sisi tuweze kuwepo hapa. Kwa hiyo ukiamua vibaya unatengeneza anguko lako, lakini unapoamua vizuri, basi unajitengenezea ngazi ya kwenda juu na maisha ni mchakato wa kuamua. Leo unaamua hili, kesho unaamua lile. Kwa katika mambo yako unayoyafanya, itahidi jitaidi katika maamuzi yako unayoyafanya, unafanya maamuzi ya hekima. Kuna somo tumeshaweza kuliweka hapo la namna ya kufanya maamuzi yenye hekima. Kwa hiyo, kama ukupata nafasi ya kujifunza, unaweza ukaendelea kulitafuta kwenye library yetu hapo, na ukajifunza namna ya kufanya maamuzi ambayo ni mazuri, maamuzi ambayo yatakuwa hayaandai anguko kwenye maisha yako lakini jambo la nane na la mwisho si kwa umuhimu, lakini katika kutaja, ni mwamini Mungu, believe in God, mwamini Mungu, maana Mungu yeye ndiye mpaji wa yote. Mungu ndiye anaweza kumwinua mnyonge kutoka mavumbini akamketisha pamoja na wakuu, na ndivyo ambavyo ametuahidi. Lakini pia Biblia inazungumza kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa tano mstari wa sita asaba, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake kwa kupitia kumwamini Mungu, na unapofanya mengine saba hizo tabia saba ambazo tumezizungumza hapo juu, basi unajikuta maisha yako siku kwa siku yanaweza kuinuka kwa hizo tabia saba tulizoziona, ni za muhimu. Alafu ongezea na hili moja la kumwamini, tabia ya kumwamini na kumtegemea Mungu katika, katika njia zako. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umejitengenezea njia nzuri za kufikia yale mafanikio yako. Mimi nimekuambia tena, hizi huwa mimi naziita ni highways to prosperity. Hizi ni njia kuu zinazoweza kumfikisha mtu mahali pazuri. Kwa hiyo unapoyatengeneza maisha yako na unapotengeneza ratiba zako, basi hakikisha ya, ya kwamba hizi unazizingatia sana.